Hujambo, msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Alfu Lela u Lela. Lina, kabla ya kuendelea nitarudia sehemu iliyopita, basi mimi na yule msichana tukaongozana kimya kimya mpaka kule binamu yangu alikotuelekeza. Baada ya muda mfupi, binamu yangu akatokea huku amechukua gudulia ya maji, sururu na mkoba mdogo mlimokuwa na dawa ya kukandikia. Hapo akachukua ile sururu akaanza kuchimba na kufukua mahali fulani pale makaburini huku akiyang'oa mawe na kuyapanga upande mmoja, mpaka alipofikia mlango mmoja mpana uliolazwa chini wenye pini ya shaba. Akaishika ile pini akauinua ule mlango, mara pakaonekana ngazi ndefu iliyoelekea chini ya ardhi. Hapo binami yangu akamwita yule msichana akamwambia, shuka humu ndani, nafuata ngazi hii itakupeleka kule nilikokuambia. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Yule msichana bila kutamka lolote akashuka mle ndani mpaka akatoweka machoni pangu. Halafu bin ami yangu akanigeukia akaniambia, ndugu yangu mpenzi sijui ni kushukuru vipi. Tafadhali toka nje ufunge humlango kwa nje, halafu lifukie kaburi kama lilivyokuwa awali. Baada ya kutamka maneno hayo, binamu yangu akatoweka mlindani. Nilipotaka kujua maana ya yote yale, akaniashiria kwa mkono akiniambia, usiulize wala usinifuate rudi nyumbani kwa kufuata njia ile ile tuliojia. Baada ya kutoka nje, nikafanya kama vile alivyoniambia binamu yangu, halafu nikarudi kwenye kasri ya ami yangu ambaye siku hiyo alikuwa amekwenda kuwinda. Nikaingia ndani bila kuonekana na mtu yeyote. Asubuhi ya pili nilipoyafikiria yote yale yaliyotokea jana Sikuweza kuamini, nilidhani labda yote hayo yalikuwa ni ndoto tu niliyoota usiku ule. Lakini nilipomtuma mtumishi mmoja aende akamwambie binamu yangu namsubiri, yule mtumishi akanijibu kuwa binamu yangu hakulala mle usiku na kwamba hakuna yoyote aliyejua alikokwenda. Baada ya kustaftahi, nikaelekea kule makaburini kupatafuta pale mahali, lakini sikuweza kupatambua tena ijapokuwa nilipatafuta sana, kwani makaburi yote yalionekana yamefanana. Inapasa ujue, ewe bibi mwema, kuwa wakati wote huo ami yangu alikuwa bado yuko mawindoni na hakuna yeyote aliyejua ni lini angerejea. Usiku ulipoanza kuingia, nikaona sina budi kurejea nyumbani. Usiku ule sikupata usingizi hata kidogo. Ikawa namfikiria tu binami yangu, kwani sikujua ile ngazi ilielekea wapi mle kaburini. Ingawa ikawa bado naamini kuwa yote hayo yalikuwa ni ndoto tu. Kwa muda wa siku nne chakula kikawa hakinishuki rohoni. Basi baada ya kuwa katika hali hii ya huzuni kwa muda, mwisho nikaona afadhali nirudi kwetu. Msikilizaji, Endelea kusikiliza Alfu Lela Ulela. Basi baada ya kuwa katika hali hii ya huzuni kwa muda, nikaagana na mawaziri na waungwana wa majlisi ya mfalme ya miangu, nikaelekea kwetu. Lakini kabla sijaingia katika jiji la babangu, nikakamatwa na askari walinzi walionifunga minyororo. Nilipotaka kujua sababu ya kutendewa yale, askari mmoja akaniambia kuwa baada ya kugombana na baba yangu waziri mkuu ameliathiri jeshi na ameipindua serikali ya baba yangu, na kwamba yeye ndiye mfalme sasa, baada ya kumuua baba yangu. Azizi akaniarifu pia kuwa waziri ametoa amri kuwa mara tu nitakapotokea nikamatwe, nitiwe korokoroni. Niliposikia maneno hayo nikapigwa na butwa, nikapatwa na kizunguzungu. Nilipopata fahamu, nikajikuta nimesimama mbele ya waziri mkuu, ambaye toka zamani alikuwa na kisasi nami, kwani nilipokuwa mtoto nilipenda sana kulenga mishale. Siku moja nilimwona ndege kwenye roshani moja ya babangu, nikamlenga mshale lakini baada ya kumpiga ule ndege ule mshale ukalitumbua jicho la waziri mkuu, akapofuka. Basi toka siku hiyo akawa amenikalia vibaya. Kila jitihada niliyoifanya ya kumwomba radhi anisamehe kwa lile kosa ambalo sikumkusudia nalo, waziri mkuu hakunisamehe hata kidogo, ila aliniwekea inda basi sasa, maadamu nilikuwa mikononi mwake, siku moja akanijia mle korokoroni nilimofungiwa, bila kusema lolote, akaonyesha ghadhabu zake kwa kunitia kidole cha jicho na kulitumbua jicho langu la mkono wa kulia, akanitia chongo hii unayoniona nayo. Hakuniachia hivyo, bali aliamrisha askari wake wa kuua wanifunge vizuri minyororo wanitie ndani ya sanduku wanichukue mbali jangwani, wakanikate kichwa halafu waniache huko niliwe na makozi. Askari wakanitia ndani ya gari farasi wakanichukua. Tulipofika katikati ya jangwa lenye majabali, wakashuka kwenye farasi wao, wakanitoa mle sandukuni. Walipotaka kunikata kichwa nikawalilia nikiwasihi wayasalimishe maisha yangu, huku nikiwaombea ya dua. Machozi na dua zangu zikawatia imani, wale askari wakanionea huruma. Mwisho wale askari wakuu akaniambia, ondoka sasa hivi ukimbie, sahau kabisa ufalme wako tena. Tahadhari sana usirudi tena katika nchi hii Kwani ukirudi hutapoteza kichwa chako tu, bali utatuponza na sisi tupoteze maisha yetu. Nikamshukuru yule askari kwa kumbusu mkono wake wa kulia, huku nimejaa furaha, hata nikaona kupoteza jicho langu la kulia si kitu ikilinganishwa na jinsi nilivyonusurika kupoteza maisha yangu. Baada ya hayo, nikaona hakuna mahali pengine popote pa kukimbilia na kujisalimisha isipokuwa nirudi kwa ami yangu. Basi ikawa mchana kutwa naenda kwa kujitahadhari sana, na usiku nikaenda masafa marefu zaidi, mpaka mwisho nikawasili katika nchi ya ami yangu nilikojiona niko salama katika ngao yake. Nilipomweleza msiba wangu na masaibu yaliyonipata, ami yangu akasema, hata mimi amio, nina msiba mkubwa wa kupotelewa na wanangu hakuna yeyote awezaye kunieleza walikotowekea. Baada ya kutamka maneno hayo, machozi yakaanza kumtiririka kwa huzuni ami yangu akhiri. Nikashindwa kujizuia nikamfichulia ile siri ya mwanawe. Basi nilipomwelezea niliyoyajua na jinsi ya kutoitambua ile kaburi alimwingia mwanawe, mara ile ile ami yangu akabadilika sura akajaa furaha kana kwamba alipata ufununu wa kumwona tena mwanawe. Akasema, mpenzi mwanangu, habari zako zimenitia matumaini. Nilijua kuwa mwanangu alikuwa akijenga kaburi, nami nadhani naweza kupata mbua mahali penyewe. Madamu yeye alipendelea kulifanya jambo hilo kwa siri, na sisi twende huko kwa siri tukapata futi baada ya kujigeuza kwa kuvaa mavazi ya namna nyingine, mimi na ami yangu tukatoka kwa mlango wa nyumba, tukaelekea upande wa makaburini. Baada ya kutafuta kwa kitambo kidogo, mara tukaiona ile kaburi ambayo mimi hapo zamani kidogo niliitafuta nisiione. Nikajaa furaha nikitumaini, baada ya kitambo hicho sasa nitaweza kujua lilompata binamu yangu. Tukapachimba pale pahali tukaufungua ule mlango tukaifuata ile ngazi iliyokuwa na vikanyagio hamsini. Tulipofika chini, mara tukakumbana na ukungu mnene wa moshi uliotanda kote tusiweze kuona chochote. Ami yangu akatamka ya Rabbi, mwenye uwezo na nguvu, tulinde na balala humu ndani tukaendelea kushuka chini zaidi kwa kufuata ngazi nyingine mpaka tukafika kwenye chumba kimoja kilichokuwa na mwangaza wa taa iliyoning'inia darini iliyoangaza kile chumba. Humo tukaona lile gudulia la maji, mikate na matunda ya aina mbalimbali. Katikati ya chumba hicho palikuwa na kitanda kimoja kilichokuwa na pazia. Ami yangu akafunua lile pazia tukamkuta mwanawe na yule msichana niliyemwongoza mpaka pale makaburini, wamekumbatiana na wote wawili ni wafu waliogeuka weusi kama makaa. Ami yangu alipowaona akalia, akisema: baada ya mateso hayo uliyoyakabili humu, akimaanisha mwanawe, Mwenyezi Mungu akuadhibu na uko akhera. Hapo akavua kiatu chake kimoja, akampiga nacho mwanawe usoni. Ama kusema kweli, nilistaajabishwa sana na kile kitendo cha ami yangu. Nikamuuliza, kwa nini baada ya mateso yote hayo aliyoteseka bina ami yangu humu, ukampiga kiatu cha usoni na kumlaani vile? Sikiliza, mwana wa marehemu ndugu yangu, akanijibu ami yangu, huyu mwanangu toka utotoni alipendana sana na dada yake huyu. Ami yangu akanyosha kidole chake cha shahada kwa yule msichana, halafu akaendelea. Hapo awali mimi sikuwafuatiliza sana, kwa sababu nilifikiri hayo ni mapenzi ya kindugu tu, lakini walipokuwa na kuzidi kuendelea na mapenzi yao nikawaadhibu vikali kwa kumtandika mwanangu mijeledi mpaka mkono ukachoka. Nikamwonya aepukane na dada yake, kwani Mwenyezi Mungu ameharamisha mapenzi ya ndugu waliozaliwa tumbo moja, na kwamba jambo hilo likijulikana litaniaibisha kwa wafalme, litaniaibisha kwa walimwengu, na kwamba sitakuwa na uso mbele ya wa wafalme wenzangu wala kwenye hadhara za waungwana. Nikamletea mabinti mbalimbali mbali, wazuri wazuri wa kifalme, mabinti wa mawaziri na mabinti wa waungwana wenye heshima zao, lakini mwanangu hakuvutiwa nao hata kidogo, isipokuwa na dadaye tu. Ikanibidi siku moja nimhamishe dada, ni dada yake, nikampeleka mbali asikuweza kumfikia lakini dada mtu naye, kwa kuwa na yeye alikuwa kakumbwa na shetani katika mapenzi haya ya laana, akawa anamfuata ndugu yake. Ndipo binamu yako alipoanza kulijenga hili kaburi, ikawa kila nilipokwenda kuwinda, yeye na dadaye walikutana humu kisirisiri na kuendelea na mapenzi yao haramu. Sasa angalia jinsi walivyoteketea chini ya ardhi. Hasira ya ami yangu ilipopungua akaanza kulia nami nikalia naye kwa uchungu wa kuwapoteza wale ndugu zangu. Halafu ami yangu akanigeukia akaniambia, mwanangu, maadamu sasa sina tena mwana wa kunirithi isipokuwa wewe tu, mwana wa ndugu yangu, basi wewe ndiye utakaichukua mahali pa binamu yako. Basi tukaongea zaidi juu ya masaibu yaliyotupata sote wawili, mimi kumpoteza baba, milki na jicho langu, na yeye kuwapoteza watoto wake wawili. Basi tukatoka mle kaburini, tukaufunga ule mlango na kulifukia vizuri lile kaburi. Halafu tukaelekea nyumbani bila kuonekana wala kutambulikana wala kujulikana na mtu yeyote. Tulipokaribia lango la jiji, tukasikia kwa umbali wa upeo wa macho ghasia za ngoma, baragumu, makelele, mayowe na milio ya farasi ikitokea huko. Mara tukaona wingu nene la vumbi likitimuliwa na miguu ya farasi. Tulipolipita lile vumbi lililotanda kote mara nikamwona amiri jeshi mmoja aliyefanya kazi kwa baba yangu kampanda farasi. Tulipomuuliza jamaa mmoja aliyekuwa mbioni ni nini kilichotokea, nikatambua kuwa yule waziri mkuu aliyemuua baba yangu na aliyeiteka milki yake ndiye aliyefika na jeshi lake kubwa kuja kuiteka milki ya ami yangu. Basi katika zile hekaheka heka za kukimbia huko na huko, mara nikasikia kwa baba yangu mdogo ambaye wakati huo alikuwa kishakimbilia kwenye kasri lake kakamatwa na kisha uawa. Mara ile ile nikajua nikiingia tena katika mikono ya yule waziri mwovu aliyemuua ami yangu, kama alivyomuua babangu, sitasalimika hata kidogo. Ikanibidi nikimbie, kwa kuwa nilijulikana na walimwengu kama ilijulikanavyo jua nikajua kuwa yoyote atakayenisema kwa yule waziri bila shaka atatunukiwa zawadi na mimi nitauawa. Basi nikaona njia pekee ya kujisalimisha baada ya kumlilia ami yangu ni kujibadili sura kwa kunyoa nywele, ndevu na nyusi zangu. Nikavaa mavazi ya kiwali. Basi nikasafiri kama walii bila kujulikana na yoyote mpaka nilipowasili hapa Baghdad, nikitumaini labda kwa bahati nzuri nitakutana na mtu ambaye ataweza kunifikisha kwa khalifa mkuu Harun al-Rashid, mlinzi wa haki na mtenda mema, nipate kumweleza masaibu yangu yote. Bila shaka baada ya kusikia kisa changu atanionea huruma na kunilinda. Nilipowasili humu jijini usiku huu, sikujua pa kwenda. Wakati nilipokuwa nikizungukazunguka mitaani, mara nikakutana na walii huyu aliyekaa karibu yangu, kwani mara tu nilipomwona nikatambua kuwa bila shaka na yeye kama mimi ni mgeni humu jijini. Wakati tulipokuwa tukiongea, mara akatokea walii huyu wa tatu, akatuamkia, akatuarifu kuwa ni mgeni hata sisi tukamjiulisha. Basi sote watatu tukaongozana bila kujua tulikokuwa tukienda, kwani usiku ulikuwa umeshaingia. Bahati njema ikatufikisha hapa kwenu ambako kwa ukarimu wenu mabibi wema, mlitukaribisha kwa mikono miwili. Na hicho bibi karimu, ndicho kisa changu cha kuwa na chongo upande wa mkono wa kulia na kilichonisababisha ninyoe nywele ndevu na nyusi zangu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Zubeda, baada ya kusikia kisa cha yule walii wa kwanza, akamwachia huru aende zake, lakini yule walii kama yule hamani akaomba abaki ili naye asikilize visa vya wenzake. Kisa cha walii wa pili, mwanamfalme Kijana wa pili akamwambia Zubeda, ewe bibi mwema, na mimi kama mwenzangu huyu tuliyesikia kisa chake, sikuzaliwa na chongo. Ukitaka kujua jinsi nilivyopoteza jicho langu la mkono wa kulia, nikawa katika hali hii unayoniona nayo sasa, sina budi kukuhadithia yote yanayohusu maisha yangu. Baba yangu, kama mwenzangu tuliyesikia mkasa wake, alikuwa mfalme vile vile. Nilipokuwa bado mdogo, baba alinipeleka chuoni ambako nilielimishwa na kujifunza vizuri tajwidi na murtal, namna za kuisoma vizuri Kurani yetu tukufu, ambayo ni msingi wa dini yetu takatifu ya Kiislamu, inayompasa kila Mwislamu kuijua. Nilijifunza vile vile falsafa na nahau ya Kiarabu maandishi mazuri na elimu tofauti za sarufi za kale za manabii na masahaba. Nikafundishwa kutunga mashairi na hata nikaduruswa ilmu lfalak. Ili mradi nilifunzwa yote ya mpasayo mwana wa mfalme kuyajua. Nikawa hodari kuandika Kiarabu kwa ufasaha mkubwa na kwa maandishi mazuri mpaka nikawashinda hata walimu wangu na wanachuoni wote nchini. Sifa na maandishi yangu yakaenea baidi mpaka kwa wafalme wengine wa ngambo. Sifa zangu zilipomfikia sultani mmoja wa Bara Hindi, siku moja akamsheheneza balozi wake mmoja zawadi nyingi za tonu, akamtuma kwa baba yangu kumwomba aniruhusu niende nikamzuru nikakae naye kwa muda, ili apate kujuana na kijana hodari mwenye sifa hizo alizozisikia. Baba yangu aliyependa sana kufanya urafiki na masultani wenye sifa akakubali bila kusitasita, kwani alijua kuwa kusafiri kwangu kungeniongezea maarifa, akiamini kuwa kuona mengi ndiyo kujua mengi. Basi baada ya kunisheheneza zawadi nyingi zinazostahili kutunukiwa sultani, zilizobebwa na ngamia kumi, baba yangu akaniruhusu nisafiri. kwa muda wa mwezi mzima tukawa safarini nikiongozana na yule balozi wa sultani wa Bara Hindi. Siku moja, tuliona mbele yetu kwa umbali wa upeo wa macho, wingu nene linatujia kasi. Lilipotukaribia, tukaona kumbe lilikuwa limeficha kundi la maharamia hamsini wapanda farasi wenye silaha za kutisha wazi mikononi walipoona tumewatambua kuwa ni maharamia na walipoona ngamia wetu wameshehenezwa kwa mali ya thamani, wakaanza matatizo. Tuliwaeleza sisi ni nani na kwamba tunatoka kwa sultani mwenye nguvu na mwenye enzi kubwa, na kwamba tunaelekea kwa sultani wa Bara Hindi mwenye nguvu vile vile, tukitumaini wataogopa lakini wakatuambia kwa ufedhuli kuwa wao hawako chini ya mamlaka ya mfalme wala sultani yoyote. Hapo wakaanza kutushambulia kwa ukatili, na baada ya kutupora mali yote tuliyokuwa nayo, wale maharamia wakaanza kuwaua wasafiri wenzangu wote. Kwa bahati nzuri, mimi peke yangu tu ndiye niliyesalimika kwa kujilaza chini na kujifanya mfu. Wakati walipokuwa wakijishughulisha na unyang'anyi wa yale mateka yaliyoshehenezwa kwenye ngamia zetu, nilipata nafasi ya kuokoka. Basi baada ya muda mfupi, badala ya kuwa yule bin sultani tajiri niliyekuwa, nikajikuta fakiri wa mwisho nisiyekuwa na mali wala hali, nikajikuta niko peke yangu jangwani kusikokuwa na dalili yoyote ya mwanadamu. Basi baada ya kusafiri kutwa bila kujua nilikokuwa nikienda, jioni nikajikuta kwenye jabali moja refu. Usiku ule nikaupitisha chini ya lile jabali, huku nimejikunyata kwa ajili ya baridi kali iliyokuwa ikivuma, nikiwaza juu ya yale masaibu yaliyonipata. Ikawa nahangaika kwa muda wa mwezi mzima nikisafiri kwa shida na tabu zisizokisika mpaka siku moja nikawasili katika mji mmoja mzuri uliojaa watu tele mabarabarani. Ulikuwa ni wakati wa kumalizika kwa majira ya baridi na majira ya majani na maua kuanza kuchipuka. Maua machanga ya kila namna na kila rangi yalionekana yamechanua kote, yakinukia na kuwavutia vipepeo, wadudu na ndege walioimbaimba kila sehemu ya kichaka. Na kama alivyosema mshairi mmoja, huo ulikuwa ni mji ambao wenyeji wake hawajui matisho wala matatizo yoyote, na kwamba usalama wake umewafanya wajihisi wanaishi peponi kwa ajili ya uzuri, wema na usafi wa wenyeji wake. Mradi nikajikuta katika mji huo, nilikuwa nimechoka sana kwa ajili ya jua kali lililonichoma wakati wa ile safari yangu ndefu. Mwili wangu wote ulikuwa umekauka na ngozi ilibabuka mithili ya magamba ya mti uliokauka. Katika kutembea tembea kwangu mle mjini, bila kujua nilikokuwa nikielekea Mwisho nikajikuta nimesimama mbele ya duka la mshona nguo mmoja. Baada ya kusabahiana naye na kutambua kuwa mimi ni mgeni nisiyekuwa na asili ya kimaskini, akanikaribisha. Nilipojitambulisha na kuusikia mkasa ulionipata, yule mshona nguo akaniambia: bin sultani, jihadhari sana humu mjini, usijitambulishe kwa yoyote kwani sultani wa nchi hii ni adui mkubwa wa baba yako. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Alfu Lela u Lela. Ulikuwa nami Fatiha Abeid.